Ndugu yangu, bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa uko mahali hapa, wewe unaambiwa kila siku bwana, acha dhambi, hata hiki lakini wewe unaona watu wanaokuambia yaani kama vile hawana akili, unaona kama wanakupotezea muda vile, yani unaona kwamba mambo unayokukiyafanya uh, yani wewe uko sahihi kabisa. Sikiliza nikwambie, ipo siku moja, lakini ile siku ile huwa hakuna atakaye kuja kukwambia, wewe mwenyewe utaongoza maeneo unayotakiwa kwenda. Kuna watu wengi wakijiangalia mili yao wanajiona kama ni wazuri tena, hasa wadada tena, adamganywe na wale marafiki zake, wamwambie bwana, kidogo na una shepu, sio ya ai. Nikwambie, atakuwa na tamba, yani mji mzima naona yeye hakuna mwanamke kama yeye, yani haamiliki zile kucha kama kucha za mwewe kaweka hapo, huwezi kumwambia kitu. Ndugu yangu, nisikilize, dunia inadanganya. Inadanganya, siku mtu akisha kufa huo akili zote zinakuja na ndipo akili yake ile ya kumtafuta Mungu huwa inakuja sasa, na ile akili itamkumbusha kwamba wewe ulipokuwa duniani umepoteza muda mwingi. Kwa nini unataka ufanye mambo ya Mungu haya na haya na na haya, atakukumbusha kila kitu Alafu utajiona ulipokuwa duniani hapa. Yaani wewe ulikuwa ndio kwanza unachukua wanaume za watu, ulikuwa mavazi yako yanatamanisha wanaume wengine. Utakuwa unalia, o, Mungu kumbe ningeweza kufanya hivi. Sasa kwa wakati huo unakuwa umechelewa, huwezi kusema, o, Mungu nisamehe. Mungu anasamehe watu wakiwa duniani huku bado wakiwa hai, lakini wengi wanakuambia unaanza kuongea, jamani yeye mnazidi Eh, uh, ifanye kile duniani, tuko kwenye starehe, tusifanye hata starehe. Ndugu yangu nisikilize hapa, hamna starehe. Starehe unafanya vitu leo, kesho mtu anauma nyumbani. Hata kama ukipata pesa za namna gani, mtoto ameugua, hata hizo fedha unazimalizia kwenye madawa. Sasa wewe, haya maneno haya yaangali leo, tupo duniani, ila utafika wakati kila mmoja ataenda kivyake. Umeona juzi watu wamekufa, wamekufa wengi, wamepigwa marisasi tena. Wengine hata walikuwa waandamani walikuwa tu wame, wengine wa me... wanakwenda kununua vyakula, lakini bahati mbaya kapitana na risasi wakafa. Nikaambiwa ndugu yangu mmoja anasema ni mwanaye alipigwa risasi ya kifuani, alikuwa hata hajaenda kuandamana tu, kaenda tu kutafuta chakula akapigwa risasi kifuani akafa. Sasa nafikiri yule aliyekufa kaenda wapi? naje unafikiri yeah. Alikuwa amejitengenezaje yeah. maisha yake ye yeah. Kanisani, lakini nakwambia maneno yaweza kuponya. Ni muda wa kuokoka yeah. Ni muda wa kumrudia Yesu, vijana, tumwendee Yesu. Ujana wako wote oh, unafanya uasherati na kutembea na kunywa mapombe, alafu ukishakuwa kazeeka umezeeka, tunaenda kuokoka. Sasa nguvu zako zote zote zimalizia kwa shetani, kwa nini usije kwa Yesu? Hey.